Ufukwe wa kisiwa kimoja katika Ghuba ya Uajemi Iran, hubadilika rangi na kuwa mwekundu mara baada ya mvua kubwa kunyesha, hali inayowafanya watu wengi kulinganisha hali hii na matukio ya kimiujiza ama simulizi za kidini za mvua ya damu. Tukio hili la ajabu, linalofanana na mvua ya damu limetokana na mmomonyoko wa udongo wenye oksidi ya chuma yan, iron oxide, ambayo inapochanganyika na maji huleta mwonekano huu wa kutisha. Wataalamu wanasema ya kuwa hii ni hali ya kawaida katika maeneo yenye udongo wenye madini mengi ya chuma, hasa mara baada ya mvua kubwa kusababisha mchanga huu kuingia baharini. Ingawa inaweza kuonekana kama tukio la ajabu ama la kutisha, lakini hakuna hatari yoyote kwa mwanadamu, ingawa inaweza kuwa na athari kubwa kwa viumbe wengi wa baharini iwapo viwango vya madini yatakuwa juu zaidi. Hii ni Natural Sound Media, jina langu naitwa Barnaba Benson.